Kwanza tunashukuru alhamdulillah, mechi imeisha, na mchezo kwa tathmini yangu mimi ulikuwa mzuri. Ni mchezo ambao ulikuwa wawazi na of course umekwenda vizuri tu, na sisi hatuna wa kumlaumu kwa goli tulilofungwa, isipokuwa sisi wenyewe, kwa sababu ni goli ambalo lilitokana na uzembe wa kwetu wenyewe. Dakika zile ni nyakati ambazo timu, wachezaji wanapaswa kuwa uh, makini zaidi lakini umakini ulipungua kidogo, tukaruhusu cross ile na mpira ukapita mbele ya watu ukaenda kumkuta mtu yuko nyuma, na usitegemee mechi kama hizi, alafu mtu anakwenda kuupiga mpira akiwa peke yake karibia kwenye sita ndani ya kumi na nane. Ni makosa yetu wenyewe. Yes, uh, tunajua kwamba tuko nafasi nzuri, tuna mechi tatu zimebaki, tunacheza mechi na Fountain Gate. Nafikiri ni mechi ambayo itatoa pia hatima yetu kwa sababu tuna ndo mechi tuliobakiza nyumbani, baada hapo tuna mechi ya nusu fainali ya, ya, ya, ya FA alafu tutakwenda Mwanza na tutakwenda Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi yetu ya Fountain ndo mechi yetu ya maamuzi na tunajiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo tunajua kwamba tuko nafasi nzuri lakini tuna hakika hatuwezi kwenda kucheza playoff. Ukiacha nafasi yako ya kuwa ni CEO wa klabu ya JKT Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa soka la Tanzania na story kubwa ukiachana ah, na leo mechi ni ile ya klabu ya Young Africans ambayo hileo ametoa kuhusiana na majibu ambayo waliyopokea kutoka CAS na kusema kwamba hawajaridhishwa na hawana imani na klabu na viongozi ambao wanaongoza soka la Tanzania hili. Kwa upande wako ile statement umeipokeaje na unazungumza nini kuhusiana na ile statement? Uh, matokeo ya kasi wao wameyapata, sio hawaridhishwi nini na, na Tanzania kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa iliahirishwa kwa kufuata kanuni, na binafsi mimi siamini kwa mechi iliahirishwa kwa sababu ya Simba, kwa sababu waliokaa kwenye kikao waokuwa Simba ya masaa sabini na mbili. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba e, tumefanywa moja mbili tatu na wao walikuwa na ushahidi kwa sababu match commissioner kuwepo kwenye kuhakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini hilo halikutokea, ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni hazifuatwi. Wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi kanuni ipo ya 34 inasema, wao TFF watakavyoona. Yani sababu wanayo wao, wamesema walitoa Mr. Kiruria maelezo waliyotoa yalikuwepo pale. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka, ama sivyo eh, kup, ku, kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao kasi. Kasi wamewakataa lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi, unakumbuka, kulikuwa na vikundi vikundi, sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi, sijui wanataka mechi ya tucheze, mechi ya tucheze, lakini makamu wa rais alikuwa mtu wa Mwanza kwa kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini tutacheza mechi. Sasa unajua, unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza? Kwa sababu kule mmeshindwa. Um, Yanga hawana imani na TFF ipi? wana mwaka watatu unachukua kikombe TFF ndo hii, hawana imani kwenye engo gani? wanasema kuna baadhi ya club zinapendelewa kwa experience e, nchi hii club ni mbili tu, nchi hii club ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni mbili tu, ni waona simba peke yao. Hasa nani anapendelewa? wanapendelewa Simba kwa kauli yako, basi inawezekana ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa? na ndio sioni mimi, hapo naposema wanapendelewa ni wapi? kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili wali Tuisila Kisinda awamu ya pili. Wakati wanamsajili usajili umeisha, mimi na barua mbili, barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF, anamwandikia uh, mtendaji wa Yanga akijibu kwamba kufanya hivyo tutavunja kanuni ya 62. mbili wanamchukua Tuisila, nyi mnasahau sahau, Tuisila anachukuliwa usajili uh, umekwenda mwisho, na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili. Wakamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka. Wakasema Kambole amepelekwa kwa, Ee, anapelekwa kwa mkopo ukua Uganda na hakwenda kokote. Alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani? Tuisira. Na Kambole akaingia kwenye mzozo, maana si yuko hapa hapa mjini tunamuona, akaenda kwao anadai wale walikuwa nani? Si wako ni TFF? TFF ya hii yakalia wanampendelea nani au hamtaki yupi? Ni yani ni wao na Simba tu ndio ambao ukizungumza kuhusu mambo kama hayo ndio utayakuta huko. Sasa unadhani, yes. Simba walikuwa sahihi ile siku baada ya kushindwa kufanya mazoezi kutoa press release ya kwamba hawatacheza mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi siku moja kabla ya Simba? Unajua watu wanapotosha, hawakusema kwamba hawachezi mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi. Um, ha, Hawa mazingira walioyakuta kuzuiwa na watu ambao hawahusiki na mchezo wakasema sisi if this is the case, mimi nakwambia TFF walipeleka mechi kamishina, ndiye mwakilishi wa mwenye shindano kwenye mechi yoyote na ripoti yake ndio ina overrule ripoti zingine zote. Mechi kamishina alikwenda mpaka pale Simba akamwambia meneja Simba waruhusiwa wafanye mazoezi, hawakuruhusiwa. Simba wenyewe ukiwasikiliza wanasema walikuwa na muda mrefu ambao hawajafanya mazoezi, wakiamini kwamba hayo masaa 50 wataenda watarudi watakuja kucheza kwenye, kwenye ile mechi, I mean watafanya mazoezi pale, ili siku ya pili wacheze mazoezi play wapewe muda wa kufanya mazoezi. Tuchokisikia baadaye ni watu, watu ambao wa, jamani wacheni wafanye mazoezi wamefanya mazoezi leo, tumecheza mechi imeisha, sio Simba kama ungegoma, wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi alafu wakagoma kucheza mechi tunge walaumu, lakini wanataka ku execute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga oh, unajua timu hizi tangu zikicheza hazifanyi hazit, hazit, hazitumii hiyo kanuni, so what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatazwa na nini? Kwa maana hiyo kutokana na majibu waliyopokea kasi ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema aibu. Tu, amna kichochote, amna kichochote cha maana. Yani mimi mtu anaambia Yanga unaonewa kwenye engo gani? Yani wao Yanga watuambie bana, sisi eti kuna uonevu. Yanga anaonewa nchi, anaonewaje? ni hapa, wote mnaamini kama Yanga anaonewa? Bana, yani inaweza kuonewa Yanga nchi, afu tukakaa hivi tulivyo? Yanga hawezi kuonewa. Naapo, Yanga Simba, wao wanatuonea sisi siku zote, wache uongo shauri yao wenyewe mm. E, <laughs> inakuwa kama nataka kushauri, ni kwamba mamlaka aitoe tarehe ya mechi tu, watu wasifike kiwanjani, watumie kanuni. Full stop. Ndo tutatoka huku yeah. Na tukibaki huku mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndo sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu, kila kitu. Hii ni timu kama timu zingine, watupe tarehe, si tukaangalie mpira pale. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni itumike, watangaze na viingilio kabisa, akaka sio nani, na marefa waje pale, timu ikaguliwe, alafu hawajaja, watoe maamuzi. Ndo mpira unavyoendeshwa hivyo, lakini tukianza kubembelezana bembelezana wao, sisi tunaonewa na kuonea nani nchi, yani Yanga inaonewa njii